Makamu wa kwanza wa rais wa Sudan Kusini Riek Machar, mpinzani wa muda mrefu wa rais wa nchi hiyo Salva Kiir, amewekwa katika kizuizi cha nyumbani. Hii ni kulingana na chama chake. Msafara wenye silaha ukiongozwa na maafisa wakuu wa usalama akiwemo waziri wa ulinzi uliingia katika makazi ya Machar katika mji mkuu wa Juba na kuwanyang'anya walinzi wake siku ya Jumatano. Taarifa hiyo ambayo imetolewa rasmi na chama chake cha Sudan People's Liberation Movement SPLM-IO. Serikali bado haijazungumzia chochote. Umoja wa Mataifa umekuwa ukionya kuwa Sudan Kusini iko kwenye ukingo wa kurejea kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe kufuatia kuongezeka kwa mzozo kati ya Machar na rais ambao umeendelea kwa wiki kadhaa. Viongozi hao wawili walikubaliana mnamo Agosti mwaka 2018 kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka mitano na vilivyoua karibu watu elfu mia nne. Lakini kipindi cha miaka saba iliyopita, uhusiano wao umezidi kuwa mbaya huku kukiwa na mivutano ya kikabila na ghasia za hapa na pale. SPLM-IO ilisema Machar alizuiliwa pamoja na mkewe Angelina Teny ambaye pia ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi hiyo.